Jina la Trump limeandikwa kwa dhahabu katika vitabu vya historia, asema waziri wa mambo ya nje wa Israel. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo, Gideon Sa'ar, amesema Trump ameandika jina lake kwa dhahabu kwenye vitabu vya historia kutokana na uamuzi wake wa ujasiri kutekeleza shambulizi dhidi ya Iran, kulingana na tafsiri ya chapisho lake kwenye X. Anaongeza kuwa Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu aliongoza hatua hiyo ya kihistoria. Rais wa Israel Isaac Herzog pia amemshukuru Trump kwa hatua yake ya kijasiri ambayo inalenga kuleta usalama na utulivu wa ulimwengu mzima huru. Kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X anasema: katika kurasa za historia ya mwanadamu, huu ni wakati ambapo kanuni za uhuru, uwajibikaji na usalama vimeshinda. Wakati wa maamuzi kati ya mihimili ya ugaidi na uovu na mihimili ya matumaini, anaandika. Waziri wa Ulinzi wa Israel vilevile vile anawasifu Trump na Netanyahu kwa mashambulizi hayo ya kihistoria usiku kucha. Aidha amempongeza rais wa Marekani kwa kuchukua hatua ili kuendeleza operesheni ya Israeli na kuhakikisha Iran haina silaha ya nyuklia. Anasema muungano wa Marekani na Israel una nguvu zaidi kuliko hapo awali.